Habari, leo nitazungumza nawe kuhusu dalili mbili za kawaida ambazo wagonjwa wangu huja nazo. Mmoja ni homa na nyingine ni mafua. Homa ni nini? Joto la nyuzi nukta tisini na nane tisa Fahrenheit asubuhi na nyuzi nukta tisini na tisa tisa Fahrenheit jioni huitwa homa. Hii ni tafsiri ya kinadharia. Na mafua ni nini? Ni mafua ya kawaida inamaanisha pua inayotiririka, kuziba kwa pua, maumivu ya kichwa ya mbele, kuwashwa kwenye pua au macho yanayotiririka, kuwashwa kwa macho dalili hizi zote huitwa dalili zinazofanana na mafua ambazo zinaashiria mafua ya kawaida. Wagonjwa wanaweza kuwa na mzio au maambukizi ambayo husababisha dalili hizi. Marekebisho ya mtindo wa maisha yanayopendekezwa ili kuzuia mafua ya mara kwa mara ni: moja ni kujitenga kijamii, nyingine ni kuvaa barakoa na kuboresha mfumo wako wa kinga. Wakula lishe bora ambayo ni mboga za majani za kijani. Epuka chakula cha juu cha carb. Ongeza ulaji wako wa protini kila siku. Nafanya mazoezi ya mwili kila siku. Asante.